Hii ndio wale ambao walidanganywa wakasafirishwa kiharabu, ili Watanzania wajue serikali ya awamu ya tano imekuja kuwatumikia Watanzania Magufuli. Ndio maana maaye, nikisoma ilani, waheshimiwa mabalozi na kutoka taasisi mbalimbali, ndio maana sisi yamunetaja huko kwamba serikali ishirikiane na vyombo vya kimataifa ili dhibiti hali hii. Niende kwenye biashara haramu hii ya binadamu wanaokwenda nchi za nje. Hawa wanaokwenda nchi za nje, wako ambao wamekuwa wakifikishwa kule, wanafanya kazi ambazo hawakuwaidiwa, matokeo yake watanzania wananyanyaswa, watanzania wanateseka, na ndiyo maana huku unapoendelea kueleza Watanzania na hasa idara yetu ya uhamiaji, kamishina jenerali wa uhamiaji, pamoja na kwamba wanaweza Watanzania wenzetu wakawa wamepata kazi kule nje, usiwaruhusu kuondoka, narudia, usiwaruhusu kuondoka bila kujiridhisha na maelekezo ya serikali moja, lazima wawe na mikataba ya kazi ya huko walipopata kazi, lakini pia tuwe na uthibitisho wa balozi wetu waliyopo kule, kwamba kweli nchi ile na kampuni hiyo wanaenda kufanya kazi yako maelewano ya kuwapokea hao Watanzania kufanya kazi katika mazingira hayo. tasipokuwa na nyaraka hizi, hapana. Turuhusu mtanzania kwenda hivi hatuwezi kuwa na ambayo, wa wa na wa. naena, wana nchi ambayo mheshimiwa rais ameahidi kuwalinda wa watanzania na uhuru wao alafu wanaenda wananyanyasa ni kweli kabisa bunge lilitunga sheria namba 6 ya 2018 kuhakikisha kwamba tunadhibiti na kukomesha biashara hii haramu ya usafirishaji wa binadamu kuwa na sheria ni jambo moja lakini utekelezaji wake ni jambo lingine. Ya usafirishaji wa binadamu ndani ya nchi, biashara ya binadamu ndani ya nchi ambayo tukiiacha ikaendelea na kushamiri, bado tafsiri ya kwamba serikali ya CCM imekuza uchumi na kiwango cha uchumi kimeongezeka lakini Watanzania bado wanalalamika katika kipato cha mtu mmoja mmoja, wanajiuliza uchumi tunaoangua umekua, mbona sisi hatuna fedha mfukoni? Sababu ziko nyingi, sababu moja kubwa ndio hii ambayo leo hapa tutaenda pia kuzindua mikakati na mipango ya kupambana na biashara na, na hii ya usafirishaji wa binadamu. Mwenyekiti, umeniambia tuna wajumbe 19 kwenye kamati hii na umesema mmoja wapo ya majukumu yao ni kumshauri waziri wa mambo ya ndani ya nchi katika kupambana na vita hii, lakini umesema kwamba shughuli hii ni ya kujitoa. Wana kamati hao kupitia wewe mnatakiwa mjitoe katika kunishauri, hamtakiwi kuwa legelege katika kumshauri ili kuhakikisha tunapambana na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Na nataka niwaambie Watanzania, wako binadamu wenzetu wa Tanzania wanaodanganywa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, wakiahidiwa kwenda kufanya kazi kwenye mashamba, yawe ni ya mkonge, yawe ni ya mpunga, mashamba makubwa makubwa, wakifika kule wanajikuta wanageuzwa kuwa manamba, wananyonywa ujira wao. Wengine wako viwandani, kadhalika wengine wako majumbani zungu wazungu wamesema hapo. Nataka kupitia kamati hii, mara baada ya kuzindua mpango huu, lazima uhakikishe wale waajiri wote mashambani, viwandani, majumbani wanaotaka kujificha kwenye kichaka cha sheria ya kazi, wananchi hawa ambao wamedanganywa, wamesafirishwa kiharamu, matokeo yake wananyonywa, wananyimwa fedha zao hata zile wanazonyonywa, wanapokwenda kulalamika kwenye vituo vya polisi, wa nchini wanatumia nguvu za fedha kudhoofisha malalamiko haya na kuyafanya kuwa ya kikazikazi ili kichaka hiki cha sheria ya kazi na kuendelea kuwanyonya ni Watanzania wenzetu. Na ikata kamati hii baada ya kuzindua mipango hii, na wewe Inspekta Generali wa Polisi, vituo vyote vya polisi Tanzania, hakikisheni hawa ambao wanakuja kulala vitu, wasikilizeni kwa makini, wengi wao ni hawa ambao wamedanganywa wakasafirishwa haramu. lazima Rais Dr. John ambaye anawaahidi Watanzania wanyonge wanaodhulumiwa lazima wapate haki yao ya msingi, hii haramu ya usafirishaji wa binadamu. Na ndio maana wamewezesha tukio hili, kwa mara ya kwanza Tanzania tunashiriki katika maadhimisho haya. Kwa hiyo nampongeza sana Miki pamoja na kamati yake. Ndugu zangu wa Tanzania na wageni waalikwa, Inawezekana ninaposema CCM oyee, baadhi ya Watanzania hawanielewi. Nataka niwahakikishie vita hii ya kupambana na biashara ya usafirishaji wa binadamu ni vita ambayo mpiganaji namba moja ni Chama cha Mapinduzi. Katika ukurasa wa mia mbili na saba mia mbili cha ukurasa wa na saba wa ilani hii, CCM inaielekeza serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, ibara ya mia moja arobaini na sita kifungu cha sita, CCM inaielekeza serikali kwa maneno haya kuendelea kushirikiana na mataifa mengine na asasi za kimataifa katika kupambana na makosa yanayovuka mipaka hasa ugaidi, uharamia, utakatishaji wa fedha haramu yani money laundering, biashara haramu ya madawa ya kulevya na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Sisiemu nataka niwaambie Watanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa nchi hii. Ameapa na amewaahidi Watanzania kwamba atapambana kwa nguvu zake zote kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa na amani na usalama na utulivu, lakini misingi ya kuwa na amani na usalama na utulivu haiwezi ikafikiwa kama bado katika taifa ambalo Mheshimiwa rais analiongoza bado kuna biashara ya binadamu biashara ambayo ni sawasawa na kumnunua mwanadamu biashara ambayo haitofautiani na biashara ya utumwa. Maana yake bado wenzetu ambao wameamua kuwa na kundi la kufanya biashara hii wanakinzana na shughuli ambazo Mheshimiwa rais ameahidi kuwafanyia Watanzania. Tanzania, Tanzania oye oh! Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1 133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita, ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Mathias, mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika, ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio, ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel Mnazi Mmoja Dar es Salaam, Msimbazi Senta Dar es Salaam, Mwanza soko kuu duka namba 27 na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa. Secondary School Learn to Lame Excel. Kijana, unafanya nini dirishani kwa mwanangu saizi? Unafaa ninianumba yes, yes, yes. No. Ni ni, ni ni ni chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni, pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.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 faza yako kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line.